Uh, jina langu ni Zakia Lulu ni press and communications lead lakini pia uh, ndio afisa miradi hii midogo midogo, ama program dogo ndogo ambazo zinaendeshwa na Busara Promotions uh, ambaye ndiye mama wa tamasha la Sauti za Busara uh. Kwa maandalizi kwa kweli tumefikia pazuri, nashukuru Mungu alhamdulillah mpaka sasa uh, hofu ilikuwepo kwa sababu ni venue mpya, ni eneo jipya ambalo uh, hatukuwa na mwanzoni. Tulivyokuwa tunasema tunaenda Mnazi Mmoja, kila mtu alikuwa anawaza eh, sasa pale tunafanya vipi, ramani itakuwaje? Lakini nashukuru tulipata timu ya wataalamu ukiunganisha na timu yetu ambao tulikaa pamoja uh, tukaja kufanya survey na tukajua okay, kwenye ile eneo hapa patatufaa na ramani yetu iwe hivi, ili kuweza kuketa majukwaa yote. Kama unavyofahamu kwamba tamasha za Busara limekuwa linaendesha majukwaa matatu mpaka manne katika kila msimu. Kwa hivyo ukiliangalia hili eneo ni eneo la wazi. Uh, na mtu kupata picha kwamba yanawezekana majukwaa mawili, lakini nashukuru tumetengeneza majukwaa mawili ambayo yana X point. Nikisema X point ni kwamba ukiwa kwenye jukwaa main na ukiwa kwenye mivinja stage hauwezi kuingiliana mziki, kwa hiyo wanaokaa jukwaa la kwanza wana sound, wanaosikiliza mziki wao, na wakati huo huo jukwaa la mivinja pia uh, linaendelea na burudani kama kawaida na haingiliani. Sehemu moja tu ambapo mtu atapata ku experience sauti mbili tofauti kama atapenda kufanya hivyo, ni sehemu ambayo ni refreshment, lakini pia tuna jukwaa dogo ambalo liko nje eh, kwenye Busara Bazaar. Uh, Busara Bazaar imeandaliwa mahususi kabisa kuweza kusupport wafanyabiashara wa hapa ndani uh, kwa maana hapa nyumbani wanaotengeneza bidhaa mbalimbali za mkono wa kutumia mikono, yani kwa maana handcraft artisans, lakini pia na chakula ambacho kiko zaidi kistaili yetu, nafikiri naeleweka nikisema hivyo. Mimi nataka kufahamu kwa nini majukwaa mawili. Uh, kwa nini majukwaa mawili moja? Ndivyo tumekuwa tukifanya miaka yote na kwa sababu gani uh, tunapofanya call for artists ama ule wito wa wasanii maombi tunapata zaidi ya 400 wakati mwingine tulikuwa tunafika mpaka mia sita lakini bendi zinazohitajika ni chache sana sasa tunawapaja nafasi watu wengi zaidi kuweza kuperform ama fursa nyingi zaidi kwa wasanii kuweza kuperform tukaona si vyema tuwe na jukwaa moja tu na kuchukua bendi chache kwa hiyo tukafanya majukwaa mawili na kwa hapa sasa tunalazimika kufanya majukwaa mawili kwa sababu ya nature ya eneo. Kwa hivyo kwa sasa tutafanya majukwaa mawili nyingine labda inshallah uh, kwa mwakani tunaweza tukafikiria namna gani tutafanya ili kuweza kupata jukwaa la tatu bila kuwa na interruption yoyote ya sauti katika majukwaa haya. Mimi na swali moja tu la misho kwamba namna ambavyo mlivyoweka ni kama mtu nje anaona, sijui mmejipangaje kuhakikisha kwamba watu ambao wako nje sasa na ambao ko ndani hawapuni wale wa ndani na kile ambacho swali nzuri uh, mwanzoni wakati tunaanza watu wakasema ai tamasha safari itakuwa bure maana wakaona <laughs> uzio unaanza kuwekwa sasa unajua, kuna kitu tunasema usimshtue mtu mbinu zako mpaka pale itakapofika siku ya mwisho. Kwa hivyo, mnavyoliona hili eneo sasa hivi sivyo ambavyo litakuwa kuanzia tarehe tano. Nikwambie tu kama unatarajia eti utakaa nje uangalie shoo ndani, hii ndugu yangu imekula kwako. Asante kwa kwa kwa, yeah.